Kuzungumza zaidi kuhusiana na vifungashio bora, hasa katika bidhaa mbalimbali ambazo zinatumika kabisa, na tumewalika, tumewalika, eh, Omar Packaging uh, ambao watazungumza kuhusiana na namna ambavyo wanafanya shughuli zao, pengine inaweza ikasaidia wale wajasiriamali ambao wanazalisha na kuuza bidhaa kujua namna gani ya kuzingatia ubora katika uzalishaji, lakini pia namna gani ya kuzingatia ubora kwenye ufungashaji wa bidhaa lakini pia namna gani ya ama mbinu zipi ambazo zinaweza zikatumika katika kupata masoko ya bidhaa ambazo wanazizalisha. Na hapa yupo uh, Idi Msoma ambaye ni afisa masoko kutoka Omar Packaging. Idi, karibu sana. Asante sana. Lakini vile vile uh, Hamis Tem ambaye ni meneja ya uzalishaji kutoka Omar Packaging, na tunafahamu kwamba Tanzania, asilimia kubwa ya watu wamejiajiri uh, katika sekta binafsi. Uh, uh, binafsi na sekta binafsi inahusisha pia wajasiriamali ambao ndio wengi kimsingi hapa Tanzania. Uh, hawa wajasiriamali wanazalisha bidhaa lakini pia uh, wanatafuta masoko ya kwenda kuuza bidhaa zao. Kwanza ni mambo gani muhimu ya kuzingatia kwenye uzalishaji wa bidhaa kabla ya ku, uh, ya kuja kwenye kutafuta masoko? Uh, kabla sijaenda huko uh, umesema sawa kwamba watu wengi ni wajasiriamali, lakini kwa mujibu wa takwimu wajasiriamali wako milioni kumi kwa sasa hivi. Kwa hiyo ni, kweli, ni kundi kubwa la watu ambao tunawahitaji sisi, lakini nikija kwenye swali lako la msingi vitu gani vya kuzingatia katika ujasiriamali au katika kuanzisha biashara uh, bidhaa yoyote lazima itafungashwa ili lazima itawekwa kwenye kifungashio kwa ili iweze kufanya vizuri sokoni itahitaji kuwa na kifungashio bora. Kwa hiyo wajasiriamali au wafanyabiashara kwa ujumla wanayo changamoto kubwa, mbali ya kuwa na bidhaa nzuri wanakuwa hawana packaging ambayo inaweza ikashindana, na hakuna mipaka sasa hivi kati ya bidhaa za mjasiriamali na mtu mwingine au katika bidhaa zinazozalishwa Tanzania na bidhaa zinazozalishwa nje ya nchi. Kwa hiyo changamoto ya packaging ni kubwa kwa wafanyabiashara wote lakini wajasiriamali wanakuwa na changamoto maalum kwa sababu ya aina ya product wanazozifanya na uwezo wao wa kiuchumi ukilinganisha na wafanyabiashara wakubwa. Mm. Na uh, nimeambiwa kwamba kesho mtakuwa uh, mta na maadhimisho ya siku ya wajasiriamali. Uh, nini hasa ambayo mmelenga uh, siku hiyo, uh, ka, katika siku hiyo? Kiufupi, kesho tarehe ishirini na saba mwezi wa sita ni siku ya wajasiriamali duniani ni World SME Day ambayo kwa Tanzania hapa Sido, shirika la viwanda vidogo vidogo, imeratibu siku hiyo ikishirikiana na... hiyo SMEs maanake ni zile biashara ndogondogo na, na za kati, yeah. Kwa maanake hapo yeah. Yeah. Yeah, yeah. Kuna, kuna makundi mengi yanaingia makundi, aa wajasiriamali wadogodogo, lakini wale ndeo. Ndeo. ambao wana biashara ndogo na za kati ndio. Sasa kwa sababu kesho ndio siku yao, sasa sisi kama Omar Packaging tukaona tu turudishe kwa jamii mm -mm. tuwasapoti tu, tu Sido kwa sababu Sido wameandaa mchakato mzima wa kusherekea, kwa sababu Sido wenzetu wanayo database ya hawa wajasiriamali na wamekuwa wakifanya nao kazi kila siku. Sisi kwa upande wetu kama wazalishaji kama manufacturer tukaona kwamba tunacho kitu ambacho tunaweza tukawasapoti tuka na jinsi ya kukoordinati lile tukio zima tu, wao wanajua tukishirikiana na wadau wengine tukaona ili mradi wao washerekee vizuri na wapate fursa ya wale, wale wajasiriamali ku, kuexpress au kuelezea zile changamoto zao, sisi tukasema tu, tu, tuingie pale tutoe mchango wetu ili siku iwe manufaa kwa na. Katika ujasiriamali, nafasi ya kifungashio hasa katika e, kuuza bidhaa husika ina ukubwa kiasi gani? na inaweza ikabadilisha mtazamo wa mnunuaji? Kwa kweli, kifungashio ki, ki, ki, kinabadilisha kwa asilimia kubwa mm, kwa sababu namba kazi moja ya, ya, ya kifungashio ni kumtambulisha mzalishaji. Sasa kama una kifungashio ambacho kinakutambulisha kwa namna ya kipekee kwa maana watu watapata kufahamu kwamba mzalishaji wa hii bidhaa ni nani. Lakini muhimu katika kifungashio, kinaongeza ki thamani. Kama bidhaa haina kifungashio kizuri, inaweza ikauzwa elfu tano au mia tano kwa kifupi mm. Lakini kama utaweka kifungashio, una uwezo kuongeza mpaka asilimia kumi mpaka asilimia hamsini ya bei ambayo ulikuwa unataka kuweka mwanzoni mm. Lakini kama una ujumbe wowote ambao unataka kufikisha kwa mteja wako, kifungashio ndo kitakachotumika wewe kuwasilisha ujumbe wao. Hata ile gharama ya bidhaa inaweza kupanda, kwa sababu inapanda. Kwa sababu unajua, huwa anapenda kuangalia, mfano wa korosho, mtu akikupa korosho kwenye mfuko, ndio ndio, au e, akuekia kwenye ndoo e, unaweza wakazichukulia poa, lakini zikishapelekwa nje wale jamaa wakiziweka kwenye pakti zile, alafu ukaja ukauziwa hata pakti moja ukauziwa elfu tano. Ndio unaona e, yani hii ndio yenyewe hiyo, kumbe ndio korosho zile zile, korosho zile zile, hata kama nitakuja <laughs> na aina zi, yani manufacturer yule yule wa korosho mm <cute> <cute> amepika vile vile <cute> <cute>, lakini moja amefunga katika mfuko wa kawaida nyingine yeah, akiupgrade aki akiweka aki package ambayo inamtambulisha, bei zitakuwa tofauti. Moja unaweza kuuza shilingi 10,000 nyingine yeah, unaweza kuuza shilingi 5,000. Hata kama ujazo ni ule ule. Kwa hapa tunakuja tuna kugundua kwamba packaging inaongeza thamani kwa kiwango kikubwa sana mm. hasa kwa mfanyabiashara au mjasiriamali, ukiachana na, na, na vifungashio ama ufungashaji, ni vitu gani ambavyo vinaongeza thamani kwenye bidhaa? Kwa sababu tunajua uh, hapa tunazalisha bidhaa nyingi sana Ndio. lakini tuna changamoto kubwa sana kwenye uongezaji uh, wa thamani wa bidhaa zetu, na, na inasababisha pia bidhaa nyingi zinanunuliwa zikiwa bado zina ugafigafi, bado ziko roho kama vile korosho, si kubwa katika mnyororo wa thamani mm. wa bidhaa yoyote, mali ya kuwa bidhaa itakapokuwa bora itakapofungashwa. Watu wanachanganya kufungasha mm. ni kitu kingine mm. lakini kufanya reboring na branding ni kitu kingine. Sasa sisi uh, kama Omar Packaging, tunatengeneza vifungashio lakini kwa upande wa jasiriamali tukaona haitoshi, inatakiwa tuwaangalie tu, tu maanake watu wengi wakuwa wanasema Omar Packaging mnadili na wafanyabiashara wakubwa. Kwa hiyo katika kipindi hiki cha miaka mitatu tumefungua dirisha la mjasiria mali, tumeanzisha digital printing kwa ajili yao mm. ambayo tofauti na ile platform ya mwanzo ambayo ilikuwa na focus kwa wateja wakubwa kwao, ndio maana Temu yupo hapa, kwa sababu Temu yeye ndio ambaye anadili na hawa wajasiria mali kila siku, kwa hiyo anaweza akafafanua aina. Sasa, sasa Temu, mmepanga kuwafanyia nini hawa wajasiria mali? Mnashirikiana na, na, na Sido pia hasa? yes. kwa upande wa elimu yes. Tunashirikiana na Sido kwa upande wa kutoa elimu kwa wajasiriamali, kwa sababu uh, unajua wajasiria mali wengi hawajui thamani ya kufanya branding ya product zao. Na ndio maana sasa hivi unaweza kukuta kuna mtu anauza asali kwenye chupa ya maji alafu kuna huyu mwingine anauza asali kwenye chupa ambayo iko branded, mm. Sasa value ya hivi vitu lazima vitatofautiana. Kwa hiyo sisi uh, tumeamua ku kushirikiana na wajasiriamali moja kwa moja, yeah. Kwanza tutawasaidia kuwapa elimu namna gani ya kufanya branding nzuri ya product zao na vile vile kuwapa uh, ule umuhimu wa thamani kutokana na zile branding zao ambazo watakazozifanya. Kwa sisi Omar Packaging Digital Print, uh, tumekuja na hii huduma hususan kwa, hususa kwa wajasiriamali wadogo ambao tunahitaji tuna kukua nao kwa sababu <coughs> kuna notion inasema kwamba Omar Packaging wanadili na corporate tu peke yao. Wajasiriamali wadogo wadogo hawana nafasi Omar Packaging. Ningependa kuondoa wasiwasi wajasiriamali wote. Karibuni Omar Packaging. Kwanza utapata faida kupata elimu, utaelimishwa namna gani ya kufanya packaging yako vizuri na namna na ya kuifanya branding, mm, na kuweka ile unique branding ya product yako. Kwa hiyo licha ya masuala ya branding na packaging pia tumejiongeza Omar Packaging hususan kwa sasa hivi tunaadhimisha miaka hamsini ya Bakhresa. Kwa hiyo Omar Packaging imetoa ime, ime imeongeza huduma ya digital printing ambayo haitodili tu peke yake na, na masuala packaging vile vilevile, sasa hivi tunafanya branding, tunafanya t-shirt printing, tunafanya hizi um, flyers brochure na all about printing zote tuna zifanya Omar Packaging. Na pia nipende kuzungumza na baadhi ya wadau kwamba mwanzoni walikuwa wanahisi Omar Packaging inafanya ina ina inalaniyo inatoa huduma kwa Sisters Company peke yake, lakini sasa hivi tunafanya pia na wateja wengine apart from Sisters Company. Kwa hiyo una maanisha ile makampuni ambayo ya Bahresa ya Bahresa makampuni ya Bahresa tunafanya na Tak na, kampuni nyingine yoyote ama mtu ambaye yeah, ameanzisha biashara yoyote hiyo ndogo au kubwa anayo nafasi ah, yes, ya kupata ujuzi kuhusiana na namna gani ya kuzingatia ufungashaji wa kile ambacho anakizalisha. Sahihi kabisa. Sawa sawa. Uh, ili litaka kuongezea jambo yes, kama kwa, kwa sisi kama Omar Packaging, swala la elimu tumeliweka kipaumbele kwa sababu ni tuseme, ni, ni, ni, sisi ni professional kwenye packaging. Kwa hiyo na watu wengi hata <coughs> makampuni makubwa wakati mwingine wanapata changamoto kwenye packaging. Kwa hiyo tunafanya consultation, unaweza kuwa unataka kuanzisha bidhaa yako unatafuta una namna bora ya kuipaki ili uweze kwenda sokoni. Karibu <coughs> lakini makususi kwa siku ya kesho sasa <coughs> maanake vitakuwa tuwe na wenzetu hapa wasido sasa nichukue nafasi hii kuwaalika wajasiriamali, wafanyabiashara wakubwa na wakati e, waje pale viwanja vya UDC pale, tutakuwa pale library mpya pale, mm -hmm, maktaba mpya tutakuwepo sisi na management ya Omar Packaging na, na sido kwa ajili ya shughuli nzima ya SMEs Day sasa, kwa ajili ya ya kuazimisha siku ya mjasiriamali itakuwa saa mbili kuanzia asubuhi, si saa mbili kesho. Tutakuwa pale mpaka kila mtu apate huduma hiyo. Itoshe kusema kwamba kufungasha ni jambo la muhimu na kufungasha kunavutia kunavutia, bidhaa bidhaa inanunulika ikiwa imefungashwa vizuri. Kwenye packaging sisi tunasema packaging ni vazi la biashara. Imagine tunazungumza vazi la biashara kabla mtu hajatoka unadhani kuna asilimia ngapi kwenye kufungasha? <laughs> Yani, e, ambazo e, kwenye ile kuongeza thamani inabeba asilimia ngapi kwenye costi? Ukiona unafanya bidhaa na bidhaa yako inachukua zaidi ya asilimia thelathini mm kwenye packaging hiyo ni over, over cost mm, kwa sababu watu wengi wajui packaging inaweza ikawa ipo, lakini kwa product yako wewe, kwa mfano unafanya product ambayo inaenda kuuzwa sokoni shilingi elfu moja, huwezi ukanunua packaging ya shilingi mia tano mm. Mm kwa package inatakiwa at least iwe 30% ya cost lakini lakini wangu, kwenye sasa, ukishazalisha package zidi hapo 30%, maana yake wewe unafanya over cost, kwa sababu kuna packaging, kuna product, kuna pot, kunatategemea Ta -ta pia na bei utakayouzia package inakuwa eh, inazidi uzuri wa bidhaa. Yani unakuta kuna fakta nyingi unapata katika maisha ya kawaida sana. Mtu amepiga suti, amependeza, lakini ukiongea naye, gift box gift box bwana! Kubwa yani, imerembwa nini, imefungwa pale vizuri, afu kuja kufungua bwana, ah. Hiyo package ni sawasawa na issue ya simu na cover, yani unaweza kukuta simu yeye yeah, mm -hmm. Sio nzuri lakini like, kava upgrade kaini like, kuja mnaangalia hey. Vipi sasa ili zilingane zi, zi kwamba zisipishane hey. <laughs> <laughs> Sasa hii ndio elimu ambayo tunaenda kuwapatia wajasiriamali <laughs> <mari>. kwamba <laughs> Kwanza kuna vitu vingi vya kuzingatia. Kwanza unataka uangalie target market, ume target market ipi eh? kwa sababu kama wewe bidhaa yako unaipeleka kwenye supermarket, kwenye watu ambao wako katika middle class, au lazima wafungashie vizuri no matter what na na, na mda mwingine packaging inauzika zaidi kuliko kilichomo ndani. Kuna muda unanunua package, unanunua bidhaa baada kuitumia, sasa lakini hii package Yeah. In, inastahili kununua ina ja, si. juice mtu anaweza kutengeneza lakini juice yeah. ambavyo yeah. ameiweka ikakuvutia kununua kabisa kabisa. Ujua, kufungasha ni kitu cha msingi. Ningetolea mfano mmoja kuna kuna dada mmoja alikuwa anauza juice yeye vifungashio vyake alikuwa anachukua Ma, machupa machupa, mm. machupa ya maji chupa ambazo zimetumika yeah, lakini mm -hmm. test ya juisi ni nzuri mm. Yeah, nikamwambia dada, samani unajua, una product nzuri sana lakini unashindwa una kuwafikia baadhi ya wateja kwa sababu ya hii Hmm. So, so, myself siwezi so, kununua juisi ambayo umetengeneza kwa mkono ipo kwenye chupa ya maji. Kwamba ni muhimu sana, tunashukuru na kila heri pia yeah. Iyo kesho Eid Msoma ambaye ni afisa masoko, Omar Packaging pamoja na Hamis Tem ambaye ni meneja uzalishaji na Omar Packaging tunakamilisha hivyo kwa sasa.